Kutazama pande zote, hakuna mtu yeyote eneo hilo. Mzee usingizi ukaisha akiangalia kila kitu kiko sawa, ila ndani ya moyo wake amani imetoweka. Asubuhi iliyofuata ikabidi kuaga wazazi wake kwamba anampeleka Kandara kwenye studio, ama sehemu ambapo madansa wa kijiji hiki hukutana pale kwa ajili ya mazoezi na kufanya mambo yao. Baada ya kufika huko akakutana na mwalimu mmoja anaitwa Siti. Binti akamtambulisha kwamba huyu ndiye mwalimu wa kijiji hiki. Baada ya muda kuna mwanaume mmoja akawa amefika hapa. Huyu mwanaume anaitwa Tija, na yeye ni mtaalamu sana wa kupiga ngoma katika kijiji hiki, na kwa mujibu wa maelezo ya huyu jamaa, anaheshimiwa sana na wasichana wote kwenye hiki kijiji. Binti anapenda sana hizi mambo, kila anapotazama wachezaji wanapoona, binti anatamani kurudi katika namna yake. Alikuwa ni dansa wa muda mrefu sana, lakini kwa muda mwingi hajafanya hiki kitu. ikabidi kumchukua na kumpeleka mbele ya mwalimu na kumwambia kwamba hivi unajua kwamba rafiki yangu naye ni dansa. Baada ya watoto kusikia hivyo, ukamchukua Kalala na kumwambia kwamba tucheze wote, tucheze wote. Binti akawaambia watoto kwamba mimi nina muda mrefu sana nacheza, kwa hiyo kuna vitu sikumbuki. Sasa hapo akagundua kwamba yule mwanamke ambaye mara nyingi amekuwa akimtokea yuko mbele yake, binti akiwa ya kimya Mwalimu wa kijiji hiki mara moja akawachukua wale watoto wote na kuwarudisha katika nafasi zao na kuwaambia kwamba endeleeni kucheza, hatakiwi kuacha. Kalala alipogeuka tena kumtazama yule mwanamke sehemu alipokuwa yule mwanamke ambaye yeye hayupo. Wakati huo huo, mzee pastori baba yake huyu anamwambia mke wake kwamba nina hisi pengine bado yu amerejea katika kijiji hiki kwa ajili ya kulipa kisasi. Mke wake anamuuliza kama ndivyo mtu mwingine ambaye ni mwathirika katika hili ni nani? Sisi ni miongoni mwa watu ambao wamehusika na kifo cha dansa mahiri katika hiki kijiji Anita Byron miaka kumi iliyopita. Lakini kinachomchanganya Platinum, anaeleza kwamba bado hakuwa na sababu yote ya kumchukia huyo msichana kama jinsi ambavyo hiki kijiji kinasema, yaani hizi stori ambazo zinazungumzwa kwamba amehusika na kumua Byron miaka kumi iliyopita ni stori ambazo zinasemwa na wanakijiji, kwa sababu pras Thomas ni mtu na ndugu yake anayetajwa ni mdogo wake na huyu jamaa, na jamaa haamini kabisa kama mdogo wake alitekeleza mawaji ya kumwondosha dansa mahiri katika kijiji hiki. Byron akamshika mke wake na kumuuliza, lakini wewe unamfahamu vizuri, basi huu ndiyo yule alikuwa shemeji yako, unamfahamu vizuri, asingeweza kutekeleza vitu kama hivyo. Mke wake ikabidi kukubali kwa kutingisha kichwa tu baadaye akiwa na Kalala wanapiga stori, anamweleza kuhusiana na stori ya yule jamaa anaitwa DJ kwamba wazazi wake wote wamekwisha kufariki dunia, ila yeye analelewa amebaki na mjomba wake pekee anaitwa Adi, na mjomba wake kwa sasa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana kwenye hiki kijiji, anaaminika mno na wana kijiji katika eneo hili. Sasa na huyu jamaa wanamzungumzia hapa ndiye aliolewa na mdogo wake kwa miaka mingi iliyopita. Baada ya usiku huo, tena Kalala Akaaja kujikuta tena yuko katika njozi mbaya kama kawaida yake. Akamwona yule mwanamke mcheza ngoma akiwa mbele yake, mara akamwona kumgeukia na kumtazama. Ghafla jube kimoja cha kutisha kimetokea eneo hilo kwenye mabomba. Kalala ya adidi kukimbia mbio kwa hofu, huku yule mwanamke akiendelea kukingeuka na yule kiumbe kumkimbiza binti Kalala. Akawa mshtuku kutoka kwenye hiyo ndoto, kichapa usingizi pembeni yake na kuambia kitu chochote Binti akajaribu kumwamsha huyu, lakini wapi, yuko mbali na kalala huyu dada. Kila kitu kimeonekana kwa binti na kumwambia kwamba tuondoke wote, kisha imetoweka. Binti akipiga kelele au kusinzia, hasikii hili wala lile. Mara mlango umefunguka wenyewe. Kalala akasogea kwenda kutazama kuna nini hapo. Binti alikuwa ni jasiri nyingi. Nyuma yake, yule mwanamke wa kucheza cheza akawa anaimba nyimbo zake kwa mbali. Binti akaanza kufuata sauti hiyo inatokea wapi. Akafika katika mlango mmoja, akajaribu kuufungua mlango. Kumbuka babake huyo alimzuia huyu binti aingie katika hiki chumba. Akajaribu kuufungua ule mlango, mlango ukafunguka. Binti alipotaka kutoka ule mlango umefunguka wenyewe. Binti kwa ujasiri ikabidi kusogea pakwenda kutazama kuna nini, akamwona yule mwanamke denso tena akiwa hapo, akiwa na hofu ule mlango akajifunga wenyewe na rafiki yake wamefika hapo akamuuliza nini kimetokea ikabidi kumfariji tu binti kwa sababu binti alikuwa na hofu sana asubuhi iliyofuata kanali akamwambia hayo kuhusiana na ndoto ya yule mwanamke ambaye mara nyingi amekuwa akimwona lakini sasa kinachomshangaza sio huyo mwanamke ambaye anacheza cheza kinachomshangaza kwa sasa amekuwa akiona tena kile kiumbe cheusi ambacho mara nyingi kimekuwa kikiambatana na yule mwanamke Hili jambo linatisha na kwa sasa hana amani kabisa ndani ya moyo wake. Sasa baada ya kusikia stori hayo, itabidi kumwambia rafiki yake kwamba kuna stori, sijajua kama inahusiana moja kwa moja na haya mambo ambayo wewe imekuwa ukiota, lakini inasemwa kwamba na watu wengi katika hiki kijiji, kwa sababu wazazi wangu hakuna hata mmoja ambaye amewahi kuniambia kuhusiana na hiki kitu. Kile chumba ambacho kiko karibu na chumba changu, inasemekana kwamba kilikuwa ni chumba cha mdogo wake baba yangu alikuwa anaitwa Bashiru, ambaye mimi ni mjomba wangu. Na baba yangu kiukweli hajawahi kuruhusu mtu yeyote kuingia katika kile chumba baada ya mdogo wake kuwa ameuawa. Na Bangi alikuwa na mchumba wake ambaye pia alikuwa ni dansi mkubwa sana katika hiki kijiji na ni mrembo, alikuwa anaitwa Rating, japo historia yake haijawahi kueleweka. Alitoweka tu miaka mingi sana iliyopita. Inaelezwa kwamba Bachu aliuawa kwa kuchomwa moto akiwa hai na wanakijiji wenye hasira kali katika hiki kijiji. Hili ninalokuambia hapa ni kwa mujibu wa stori ambazo mimi nimeambiwa na watu katika hiki kijiji. Sijawahi kuambiwa hii stori na baba angu, wakati mtu ambaye ameuawa ni mdogo wake. Na watu wengi katika kijiji wanaamini kabisa kwamba kila baada ya miaka kumi roho ya bangi hurudi katika hiki kijiji kwa ajili ya kuhitaji sadaka kwa hiyo hufanyika kafara na kutoa mchezaji mmoja wa wanakijiji ili kulinda kijiji hiki kisiinge na maafa. Na binti anasema kwamba mpaka hivi sasa alipofika hapa, anajua historia moja tu kwamba kuna mtoto mmoja wa kike ambaye alikuwa ni dansa, amewahi kutoweka miaka kadhaa iliyopita, na huyu mtoto anayetajwa hapa ndiye mdogo wake teacher, ambaye yule mtoto anaitwa Mayanga. Sasa baada ya kutoka hapo ili kujua ukweli zaidi wakaenda moja kwa moja Khadija, kwenda kumuuliza kuhusiana na mambo hayo ili wajue kuna nini kinachoendelea katika hiki kijiji, na kwa nini hasa kanali akutane na hivi vitu. Akawaeleza kwamba Mayanga, ambaye ni mdogo wake, aliwahi kueleza kwamba, lakini ambaye alikuwa ni mpenzi wake Bura, na yeye ni miongoni mwa sehemu ya Bura, kwa sababu ameunganishwa kibinafsi ili kulipa kisasi, ndiyo sababu kabisa kwamba kila baada ya miaka kumi mjomba wake dhidi ya ujamaa ambaye anaitwa adui mara nyingi, kila baada ya miaka kumi hufanya tambiko ili kuizuia roho ya bangi pamoja na mamke wake isilete maafa katika kijiji. Anapendekeza Kaneri kama itampendeza, aende kukutana na huyu mjomba ili wazungumze zaidi, pengine anaweza kupata ufumbuzi juu ya mambo ambayo yanamkabili. Wakiwa wanaendelea na haya mambo, huyo abi mwenyewe ambaye anazungumza na mjomba wake DJ yuko pembeni hapa na vipindi vyake, anaendelea kufuatilia tunachokizungumza watoto. DJ akamshika nyara na kumwambia kwamba mimi nina kitu cha mwisho tu ambacho ni cha msingi zaidi, ikiwa roho yule rafiki atakapokutokea ili ucheze ngoma zake, tafadhali usifanye hivyo. Hiyo ndiyo njia sahihi ya wewe kuwa salama. Usiku huo mke wake Pastor babake ayi, wakawa ameletewa chai na mke wake kipenzi, lakini wakati mzee amenyanyua kile kikombe kupeleka kwenye kinywa chake akagundua kuna damu tu ikiwa ndani. Hapo akiwa anatetemeka kwa hofu, akiona kuna kiumbe cha kutisha kikiwa kimesimama mbele yake kinasema kwamba mchezaji yuko wapi? Mke wake haoni kitu chochote kinachoendelea, lakini akiwa na wasiwasi mkubwa sana ndani ya moyo wake, akili haipo hapo. Mwanamke ikabidi kumtuliza mwanaume, akamuuliza kuna nini mume wangu, na mwanaume akasema kwamba hakuna kitu chochote. Wakati huo kwa mabinti kalala, ni muda wa kulala. Yeye anasikia nyimbo za ajabu zinaendelea kuimbwa, anajaribu sana kujizuia lakini hawezi. Akaamua kulala kingumu ngumu tu, mara akasikia sauti inamwambia kwamba fungua. Binti anafungua macho, anajikuta yuko katika chumba kile kile ambacho ni chumba ambacho hakiruhusiwi mtu yeyote kuingia hapa. Sasa hapo kachanganyikiwa, kaingia, akajaribu kufungua mlango, mlango umefungwa kwane. Akaomba msaada, hakuna mtu yeyote aliyemsikia. Binti aamua kudadisi ili kuchunguza zaidi kuna nini kinachoendelea ndani hapa? Baada ya kuchunguza